Leo kwenye maabara ya michezo tunajiuliza ni kwa nini mchezo wa riadha rekodi nyingi kwa Afrika zinashikiliwa na mataifa ya Kenya na Ethiopia. Hii ikoje kisayansi? Katika historia ya michezo, mchezo wa riadha ndio unaaminika kuwa ni mchezo wa kwanza kabisa kuchezwa katika historia ya michezo duniani. Historia inaonyesha mchezo wa riadha ulianzishwa rasmi mwaka 776 kabla ya Kristo huko Olympia, Ugiriki, kwenye michezo ya kwanza ya Olimpiki ya kale, ambapo mbio ya mita 192 stadio race ndiyo ilikuwa mbio pekee iliyokuwepo kwa afrika mchezo wa riadha ulianza kusambaa mwishoni mwa karne ya 19 wakati wa ukoloni ambapo wakoloni walitumia mashindano ya mbio kama sehemu ya michezo ya kijeshi na mashuleni na hadi sasa afrika imekuwa na mafanikio makubwa hasa kwa mataifa ya kenya ethiopia na uganda ambayo yamejijengea heshima kubwa kwenye mbio za masafa marefu na masafa ya kati kuna aina nyingi za mbio kwenye riadha mfano sprint races, mita mia, mpaka mia ne, middle distance, mita mpaka distance mpaka elfu moja mia tano Long distance mita elfu tano mpaka mita elfu kumi marathon kilomita arobaini na mbili, lakini kuna cross country na relay races. Sasa kwenye bara la Afrika bila longolongo, Kenya na Ethiopia ndiyo mabingwa wa Afrika na dunia kwa ujumla kwenye mbio za masafa marefu. Wachambuzi wengi wa michezo na watafiti wa sayansi ya michezo wamejaribu kueleza siri za mafanikio ya mataifa haya mawili. Moja ni mazingira ya asili. Wanariadha wengi wa Kenya Ethiopia wanatokea maeneo ya nyanda za juu kama Aiten, Eldoret, Rift Valley huko maeneo ya Kenya na Bekoji huko Ethiopia, sehemu ambazo zipo kwenye urefu wa zaidi ya mita elfu mbili kutoka usawa wa bahari. Kitaalamu, utafiti uliochapishwa kwenye Journal of Applied Physiology unaonyesha kwamba kufanya mazoezi kwenye maeneo ya juu huongeza uwezo wa mwili kuzalisha chembechembe nyekundu za damu zinazobeba oksijeni, hivyo kuongeza stamina na nguvu ya mbio. Sababu nyingine ni utama Duni na historia. Katika mataifa haya riadha si mchezo tu, ni sehemu ya utamaduni na njia ya maisha. Watoto wanakimbia shule kwa kilomita nyingi kila siku, na mashujaa wao wa taifa ni wanariadha kama Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge, Brigid Kosgei na Helen Obiri. Sababu nyingine ni genetics na miili yao. Kwa mujibu wa Profesa Yanis kutoka University of Brighton ambaye amefanya tafiti zaidi ya miaka 20 Afrika Mashariki, anasema na wanariadha wa ukanda huu na maumbo madogo miguu mirefu na miembamba, kitu kinachosaidia kupunguza matumizi ya nishati wanapokimbia masafa marefu. Sababu ya mwisho ni nidhamu na programu bora za mafunzo. Kenya na Ethiopia zina vituo maalum vya mafunzo vya wanariadha vinavyoandaa vipaji kutoka utotoni. Kocha Patrick Sang ambaye ni kocha wa Eliud Kipchoge anasema kinachowatofautisha zaidi ni nidhamu kali ya mazoezi, kulala mapema na lishe ya kiasili isiyo na kemikali. Kwa hiyo si kwamba mataifa mengine hayana vipaji ila ni mazingira, utamaduni, genetics na mfumo mzuri wa malezi ya vipaji vinaipa Kenya na Ethiopia nafasi ya kipekee. Na hizi ndizo sababu, hadi sasa kwenye rekodi za Olympic na World Championships, medali nyingi za mbio za masafa marefu zinasalia mikononi mwa mataifa haya mawili. Na wewe je, unadhani taifa lingine la Afrika linaweza kuwapiku Kenya na Ethiopia siku moja? Hii ni maabara ya michezo, mwandaji ni Reno 6.